Watu wengi hutafsiri neno mapinduzi katika nyanja tofauti au kwa namna tofauti, au kutokana vile mtu alivyoelewa. Na mimi nataka nikupatie maana ya neno mapinduzi katika muktadha mitatu tofauti, nikianza katika siasa, teknolojia pamoja na muktadha wa binafsi. Katika siasa, mapinduzi ni mabadiliko makubwa ya ghafla katika mfumo wa utawala, jamii au uchumi, mara nyingi yakihusisha kupinduliwa kwa serikali au mamlaka fulani. Mfano mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964 yalileta mabadiliko makubwa kisiasa. Na maana ya pili ni mapinduzi katika teknolojia au science. Ni maendeleo makubwa yanayosababisha mabadiliko ya msingi katika namna mambo yanayofanyika. Mfano mapinduzi ya kidigitali yanabadilisha jinsi tunavyowasiliana na kufanya biashara. Siku hizi tunaona mara nyingi tunaweza tukafanya biashara mtandaoni, kwamba naweza nikaa oda oh, mzigo mtandaoni, lakini nama, na maana ya tatu ni mapinduzi katika muktadha wa binafsi au wa kitamaduni inaweza kumaanisha mabadiliko makubwa katika fikra, mtindo wa maisha au mtazamo. Mfano mapinduzi ya fikra yanaweza kuleta ma, Mapinduzi ya fikra inaweza kuleta maendeleo kwa mtu binafsi na kwa jamii kwa ujumla. Kwa ujumla tunaweza tukasema mapinduzi husababisha mabadiliko ya haraka na makubwa yanayoathiri jamii, teknolojia au maisha ya watu kwa njia kubwa. Sasa nikupe habari kamili. ilionekana nini, nikuletee kuletea wewe mtazamaji wa Memorata TV, maana ya neno mapinduzi. Rais wa nchi ya Burkina Faso, kapteni Ibrahim Traore ametoa msamaha kwa wanajeshi 21 waliojaribu kufanya mapinduzi ya serikali ya Septemba mwaka 2015. Katika amri iliyosainiwa Machi 24 na kuwekwa hadharani Jumapili hii, kapteni Traore aliweka masharti ya msamaha huo ambao ulipigiwa na bunge la nchi hiyo Desemba iliyopita. Wanajeshi hao ishirini na moja, wakiwemo maafisa maafisa wasio na kabisheni na, na vyoo vingine walifikishwa mahakamani na kutiwa hatiani kwa matendo waliofanywa Septemba 15 na Septemba 16, 2015. Imesema amri iliyotiwa saini na raisi wa nchi hiyo Kapteni Ibrahim Traore. Amri hii iliyopitishwa na bunge mwishoni mwa Desemba 2024, ya msamaha wa masharti ya kutoa msamaha wa kwa watu waliopatikana na hatia kuhusiana na mapinduzi yaliyofeli mwaka elfu mbili na kumi na tano. Sheria hii pia imeweka wazi kwamba askari waliot... askari waliotiwa hatiani au kufunguliwa mashtaka kuhusiana na kesi hii, wakionyesha kujitolea katika mapambano dhidi ya ugaidi nchini humo wanaweza kupatiwa fursa au kupata fursa ya neema ya msamaha ili kupandishwa cheo kazini. Sasa nataka mtazamaji wa Memorata TV utoe maoni yako kuhusiana na hili swala la mapinduzi. Umeona rais wa nchi ya Burkina Faso Kapteni Ibrahim Bana, yeye ameamua kutoa msamaha kwa hawa wafungwa 21, na nilishakupa maana ya neno mapinduzi katika ile nyanja ya kisiasa yaani, ambao maana yake ni mabadiliko makubwa ya ghafla katika mfumo wa utawala, jamii au uchumi, mara nyingi yakihusisha kupinduliwa kwa serikali au mamlaka fulani. Na tukumbuke kwamba mapinduzi kwa ujumla huhusianisha mabadiliko ya haraka na makubwa nayo athiri jamii, teknolojia au maisha ya watu. Tonaesha komenti yako hapo chini, na mimingu jina ni Madam Gadi. Official, bye.